Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za wamini wako, washa mapendo yako. Peleka Roho wako vitaumbo upya, na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoo za wamini wako ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utongozi na yule Roho tupende yaliyo mema, tupate daima fadhila zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji mpendwa Leo tuongelee juu ya misale ya waamini natumaini, kila muumini, kila familia ndani ya nyumba yenu, licha ya kuwa na Biblia, lakini vilevile vile, ipo misale ya waamini. Kanisa linasisitiza kila familia iwe na Bibilia takatifu lakini vilevile vile, kila familia iwe na misale ya waamini na ikiwezekana kila mtoto e, wakati wa komunyo ya kwanza apewe zawadi ya Biblia pamoja na zawadi ya misale ya waamini. Na kama wakati wa komunyo hujapata, hujapata e, hiyo zawadi, wakati wa kipaimara uweze kupata zawadi ya Biblia pamoja na misale ya waamini. Misale yetu hii ndio hii hapa ya waamini. Hili ni toleo jipya kabisa. Zamani ilikuwa wameandika ya waumini, lakini watu wanaoamini wa hii ndiyo misale yao, ndio maana kiswahili kikawa kimesema cha waamini. Sisi tunaamini, ndio maana inaitwa misale ya waamini. Sisi tunaoamini wa ni misale yetu. Mimi ninaamini na misale yangu. Je, wewe nawe unayeamini una, una misale yako. Hebu tuongelee kidogo leo juu ya misale hii ya waamini. Misale hii ya waamini ambayo inatumika mpaka sasa, asili yake ni misale ya Kiroma sa so, misale ya Kiroma maanake ni ile ya juu kinita eh, misale romanum, misale ya Kiroma ambayo tangu mwaka elfu moja mia tano na sabini baada ya mkutano mkuu au mtaguso mkuu wa Trento, ili iliwekwa ili, ili, ili, vizuri ikatengenezwa vizuri na ilipata chapa yake kutoka Baba Mtakatifu Gregori Mkuu, yaani karne, eh, karne ya saba maanayake eh, kulikuwepo na tangu karne ya saba kulikuwepo na, na misale zipo zilikuwepo kabla ya hapo, kulikuwa na misale Gregorianum na misale eh, nyingine nyingi, lakini huu mwaka elfu moja mia saba elfu moja mia tano na sabini ikaandikwa kwa ufasaha kwa lugha nzuri inayoeleweka kipindi kile ambayo ilikuwa ni lugha ya Kilatini lakini Baba Mtakatifu Paulo wa Sita, e, alitoa idhini ichapwe misale mpya kufuatana na maazimio ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano ambao uh, kilele chake kilikuwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na tano. Kwa hiyo asema sasa, lugha imebadilika, e, mambo mengi yamebadilika, hebu tu, tuchape misale ambayo inaendana na lugha ambazo tunazo. Kwa hiyo toleo la kwanza la Kilatini sasa baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa na sabini. Ilikuwa ni tarehe ishirini na sita Machi elfu moja mia tisa na sabini ambayo iliitwa Misale Romanum na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania liliam, liliamua kuikabidhi Kamati ya Taifa ya Liturujia kuitafsiri misale hiyo ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini kwa lugha ya Kiswahili. Na sasa misale rasmi ya baraza la maaskofu Tanzania inaitwa misale ya Kiroma au misale ya altare, tumezoea tangu mwaka elfu moja mia tisa na sabini. Ukishika kile kita, kita kitabu kimeandikwa misale ya altare au misale ya Kiroma. Kwa hiyo ni hivyo, hiyo ni hiyo hiyo Misale ya altare, misale ya Kiroma tangu mwaka huwe, tafsiri elfu moja mia tisa na sabini. Kutokana na misale hiyo waamini waliandaliwa kitabu kidogo. Sasa kile ni, ni kikubwa, ile misale ya altare ni kikubwa, lakini muumini ata, at, at, atashiriki vipi? Kwa hiyo baraza likatafakari kwamba tunahitaji kuchota kutoka huu mto mkubwa kitu kidogo ambacho muumini wa kawaida ataweza kufuatilia kwa urahisi, ndio ikatengenezwa. Sasa hiyo tunaitwa misale ya waamini, kipindi kile iita ya waumini, lakini basi yaliyomo ni yale yale, kwamba Mkristu kila Mkristu, kila familia, mtoto aweze kuwa na misale yake pale chumbani kwake. Ah, kesho ni siku ya Dominika, ni Dominika ya ngapi? Ya ishirini na tatu ya mwaka, anafungua okay, masomo ya mwaka A tunasoma. Okay, Dominika eh, kesho okay, okay. Dominika hii, Dominika hii, Dominika hii, ya kumi na sita Dominika hii, ya nane mwaka A, natoka wapi? Aha, mwaka A. Eh, labda kipindi kijacho tutaweza kuongelea kalenda ya liturujia kisaidiwa na kalenda ya liturujia, unaongelea mwaka A. Somo katika kitabu cha nabii Isaya eh, Sayuni asema Bwana, ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? ni mtoto ana, ana, ana, ana, anajua kwamba okay, kumbe leo tutasikia mafundisho hayo kanisani leo katika Dominika hii ya nane ya mwaka e, e, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye. Ngoja nikasikiliza e. Sasa mahubiri atasemaje juu ya somo hili ambalo amenisoma pale nyumbani, mtoto na baba naye kwa kutumia misale yake naye amesoma, mama naye amesoma. Asa, hey, ngoja sasa, masomo ya leo ni haya, tutaenda kusikiliza huko kwa misale hii, tofauti na wenzetu ambao wanabeba tu ile Biblia lizima, hawajui kwamba leo tunaanzia wapi. Inategemea tu yule anayeongoza atakapoangukia, au jinsi anavyoongea, anaongoza ongoza, fungua pale, fungua pale, wanachukua misale miwili. Sisi hapana, tupangilia vizuri kabisa kwa hiyo lengo la misale hii sasa ya waamini ni kuwawezesha waamini kuwa na ushiriki na uelewa kamili katika maadhimisho ya sakramenti. Ushiriki na uelewa kamili katika sakramenti, katika baraka na katika sala. Kwa hiyo licha ya masomo na nini, kuna sala mbalimbali humu ndani eh, kuna sala eh, kombea Tanzania, sala e, njia ya msalaba, kama tunavyoona, kuna vituo vya njia ya msalaba, kuna sakramenti mbalimbali, ya ubatizo, ya ndoa, maadhimisho mbalimbali yako humu, kuna sala ya asubuhi e, na kadhalika na kadhalika, kwenye misale hii ya waamini. Kwa hiyo kuwawezesha waamini waweze kushiriki kikamilifu. Mkristu, una misale ya waamini hapo nyumbani kwako mtoto wako ana misale ya kwake sio kugombania moja eh? wewe baba una misale yako ya waamini wewe mama una misale kila mtoto wako ambaye amefikia umri ule wa kusoma baada ya ekaristi tayari ni mtoto amekomaa ame, ame je ana misale ya waamini licha ya misale hii biblia mnaisoma Kini leo nataka kusikiza juu ya misale hii ya waamini. Kwa hiyo maadhimisho ya kiliturujia si ya mtu binafsi bali ni ya kanisa. Tunaposema kanisa tunamaanisha familia nzima ya, kuna padri kuna katekista kuna muumini kuna kwaya wote. Tunapoenda Jumapili, hiyo siku ya Bwana, tunataka tuepuke neno Jumapili, dominika. Je, ukitoka nyumbani unajua leo tunaenda somo ni lipi? Kwa sababu tunashiriki kwa pamoja, maandalizi tunayo. Kwa hiyo sio ya eh, maadhimisho haya yakitukia, sio ya mtu binafsi, bali ni ya kanisa, yaani taifa zima la Mungu likiunganishwa na viongozi wake kumtukuza Mungu ipasavyo. Kwa hiyo, padri ni kiongozi wa kutuunganisha tuweze kumtukuza Mungu ipasavyo. Je, tunayo tuna, tuna, hiyo au tumeitelekeza? Tumeitelekeza, lazima tuwamke sasa. Tutafute misale ya waamini, zimesambaa nchi nzima katika e, e, yale maduka yetu ya vitabu. Hebu nenda kachukue misale yako ya waamini, au agiza moja kwa moja baraza la maaskofu, zipo misale za waamini. Mkristo akiwa na misale ya waamini ataweza kushirikiana kirahisi na kwa uangalifu zaidi na waamini wenzake, kuchota neema nyingi katika maadhimisho ya misa takatifu na sala mbalimbali. Kwa hiyo tunaunganishwa zaidi na waamini wenzetu. Anayetoka kigango fulani anaunganishwa nasi, anayetoka upande mwingine anaunganishwa nasi, anayetoka sehemu nyingine anaunganishwa nasi, nasi. inakuwa ni kanisa moja takatifu katoliki la mitume. Kwa hiyo wote tu katika, katika kanisa moja takatifu katoliki la mitume asili yake ni Yesu Kristu, kama tunavyoimba. Tunafurahia kuwa katika hili kanisa moja takatifu katoliki la mitume ambapo eh, mafundisho ya kanisa eh, Yesu Kristu mwenyewe ndiye anayetuongoza. Kila Mkristu anapaswa kuelewa vyema kuwa misa takatifu ndiyo sala mahususi katika maisha yake, anapaswa kuishiriki kikamilifu kwa uhai na uelewa. Kwa hiyo misale hii misale hii ya waamini misale hii ya waamini misale hii ya waamini ina lengo la kuwasaidieni waamini wote kuadhimisha misa takatifu na sala mbalimbali kwa uangalifu na uchaji kutoka nyumbani. Umeshasoma likisoma somo lingine a bwana, sio lenyewe. Saa nyingine tunafika pale hata wale wanaosoma masomo hajui linatoka wapi. Umepangiwa kusoma somo, unafika pale, ndio unaanza kuperuzi sasa, eh, eh. Peluzi peruzi peruzi peruzi peruzi moja, unaanzia moja, unafika mwishoni. Ungekuwa na misale yako pale nyumbani, umeambiwa leo utasoma somo, tayari una misale yako, utakuja uta, utatumia kile kitabu cha masomo e, unaangalia okay, je, vinalingana okay, ni ni kweli okay. Hauna shida. Kama umeambiwa dominika ijayo anayesoma somo ni fulani, kwanzia ukifika tu nyumbani, somo lako unalo mtoto, misa zenu za watoto, amba wiki ijayo utasoma somo, misale unayo pale nyumbani ya kuchukulia mazoezi wiki nzima. Kwa hiyo kushiriki kwa uangalifu na uchaji, mtoto unapoandaa somo, maanake uangalifu, umelisoma vizuri somo lako lile eh, somo la Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto wapenzi Ye. Uharibikao, unakuta mtu sasa anaanza kujikanyakanyaga ku, ku, wapenzi uharibikao una, una kuto kukuuu ku, ku, ku, ku, maanake hakuna uangalifu kwa sababu umekurupuka, hujapitia vizuri neno kwa neno. Wapenzi uharibikao utakapovaa kuto kuharibika na huu wakufa utakapovaa kutokufa kwa sababu huko nyumbani unasoma neno moja moja moja moja. Unapokuja katika kusoma sasa, uko mwangalifu na unasoma kwa uchaji, lakini kama huna misale yako ambayo unainunua tu mara moja, wala tuna machapisho tunayotoa kila mwaka kila mwaka kila mwaka unabadilisha, lakini hii ni ya kudumu, siku zote unayo. Kwa hiyo kwa uangalifu na kwa uchaji Mababa wa kanisa, maaskofu wa baraza Katoliki la Tanzania wanasema tunawaomba muipokee kwa imani na furaha, misale hii ipokeeni kwa imani na kwa furaha. Wale wenzetu wanaopenda kudharau dharau, ah, ninyi hamna Biblia, mna misale mna misale baadala n misa misale natokana neno misa. Kwa hiyo misa takatifu kufuatilia yote ya waamini, sisi tumechota na kumrahisishia huyu anayejiandaa kila dominika, kwamba dominika hii tutagusa hivi. Kwa hiyo hii misale ina masomo yote ya mwaka mzima ya dominika pamoja na sherehe na sikukuu mbalimbali, iko humu ndani. Zile misa za kila siku zipo katika me, e, kitabu cha masomo ambacho ni kikubwa zaidi, ambacho muumini wala labda wale wanaohudhuria misa za katikati ya juma, hicho ni kikubwa zaidi. Lakini kwa dominika na sikukuu nyingine, sijui Noeli, Pasaka, Juma Kuu, vyote viko humu. Hebu kuwa nacho leo Mfundishe mtoto wako kusoma mambo haya kila siku, awe kweli mtaalamu wa masuala haya. Kama nilivyosema, kitabu hiki kimechotwa kutoka katika misale e, ile ya Kiroma, misale Romano iliyoanza mwaka elfu moja mia tano na sabini na tisa na baada ya mkutano ule wa Trento elfu moja mia tano arobaini na tano, miya tano, miya tano, miya tano hadi elfu moja mia tano na sitini na tatu. Misale hiyo ilitumika kwa kweli hadi mwaka elfu moja mia tisa sabini na, na kutoka mwaka elfu moja mia tisa sabini ndio ikatafsiriwa, ile ya kwanza, tafsiri ya kwanza ya Kiswahili kwa agizo la Baba Mtakatifu Paulo wa Sita, na lugha nyingine mbalimbali ambazo zinatumika ulimwenguni walitafsiri. Na mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano ile ya elfu moja mia tisa sabini wali rekebisha mambo madogo madogo hivi ya, ya uchapaji hapa na pale kama ilivyo kawaida katika kuchapa kuna makosa madogo madogo yanatendeka kwa hiyo ilifanyiwa kazi kwa miaka mitano wakachapisha chapisho la pili eh, la mwaka 1975 katika chapisho hili kwa lugha ya Kilatini halikutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu walipoangalia yale makosa ya marekebisho yalikuwa ni madogo sana kiasi kwamba yalikuwa hayawezi kuathiri kitu chochote. Kwa hiyo e, ile misale ya altare ambayo tunayo ilibakia ile ile ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini ila sabini na tano haikutafsiriwa. Na baadaye yalikuja matoleo mengine, toleo la tatu la Kilatini la mwaka elfu mbili na mbili na nalo hilo toleo la elfu mbili na mbili tafsiri ilianza kwa Kiswahili ambayo limekamilika mwaka elfu mbili na ishirini na toleo jipya hili la Kiswahili la mwaka elfu mbili na ishirini lilikuja mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambayo, ambayo ndani yake sasa hiyo elfu mbili na ishirini ile misale ya tare au tunaita misale ya Kiroma kutoka misale ya Kiroma ya mwaka elfu mbili na ishirini ndipo ikachotwa sasa toleo hili jipya la misale ya waamini na kurekebisha jina la, badala ya kusema waumini, tukachukua Kiswahili sanifu waamini. Kwa hiyo ni toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Ukiangalia misale yetu hapa, misale ya waamini, toleo la elfu mbili na ishirini na moja. Kwa hiyo hili matokeo yake walichota katika hili, hii tafsiri ya mwaka elfu mbili na ishirini ya misale ya Kiroma. Kwa hiyo lile jina misale ya altare tumeliacha, ili lingane na tafsiri sahihi ambayo ni misale Romanum, maanake misale ya Kiroma, toleo la mwaka elfu moja elfu mbili na ishirini. Katika toleo hili kuna maboresho mengi. Tafsiri mpya hii maanake kuna ongezeko la idadi ya sherehe, kuna sikukuu za watakatifu Aidha, kuna nyongeza mbalimbali, utaratibu wa kuingizwa watu wazima katika Ukristo, mfano masifu ya dominika ya jioni ya kwanza, sala ya kanisa. Kuna baraka mpya kwa nafsi mbalimbali mbali. Kuna litania, mfano ya mashahidi wa Uganda, toleo la kwanza halikuwepo, na kadhalika. Kuna mambo mengi sana ya maboresho katika hili, lakini vilevile vile, kuna baadhi ya vitu vimetolewa ambavyo mfano eh, ibada ile ya kutoa sakramenti ya kipaimara, tusema ile ni ibada ya kiaskofu. Kwa hiyo imetolewa na kutengenezewa kitabu chake kidogo, ili hii ikidhi zaidi waamini. Ni tumaini la waandaaji wa toleo hili jipya la misale ya waamini kwamba eh, kwamba itakuwa chanzo cha neema na baraka kwa kila anayelitumia toleo hili kwa sala zake za binafsi. Kuna sala za binafsi, ukifungua utaona eh, sala binafsi. Kama mnataka wenyewe huko parokiani kufanya njia ya, njia ya msalaba, nyiwe waamini mmejikusanya, kikundi cha kwaya kimejikusanya, nataka kufanya njia ya msalaba, basi mnachukua misale yenu, mnaongozwa, tufuate njia ya msalaba, tuifuate kuna sala za asubuhi, sala za jioni, sala eh, sala ya matoleo, sala ya kanuni ya imani, amri za Mungu, amri za kanisa, matendo ya huruma, litania, vitu vingi sana kwenye misale hii. Ni utajiri mkubwa sana ambao uko humu. Kwa hiyo itakuwa chanzo cha neema na baraka kwa kila atakaye itumia kwa sala zake za binafsi, katika mikutano, kama nilivyosema, kama ni wanakwaya, wana rejio Maria wana moyo mtakatifu, kuna litania ya moyo mtakatifu, wanaotaka kufanya hija, kwa watu binafsi, katika jumuia ndogo ndogo. Jumuia ndogo ndogo mnapokutana labda ni siku ya Jumaa Mosi, mnasoma somo la kesho linasemaje? Masomo ya kesho yanasemaje? Injili ya kesho. Kwa hiyo jumuia ndogo ndogo, na maadhimisho ya Dominika na sikukuu. Kwa hiyo ni kitabu chenye utajiri mkubwa sana kwa muumini na hata kama wewe sio muumini sio mkatoliki hebu kinunue kitabu uangalie utajiri uliomo humo ndani usome aliomo humo ndani badala ya kusema e, wakatoliki wanatumia misale e, badala ya biblia kaangalie hiki ni, ni maji unayoyachota kutoka katika kisima e, yako kwenye glasi hii ni glasi ambayo imechotwa katika biblia na katika mafundisho ya kanisa ndio unakunywa kwa ulaini badala ya kuweka e, mdomo mzima kwenye Kwenye, kwenye, kwenye bahari kwenye mto basi, unachota hii. Ni glasi ewe, Mkristu, ewe Mkatoliki, pata glasi hii ambayo imechotwa katika hayo maandiko matakatifu na katika hiyo, e, misale. Katika e, misale hii kuna maagizo mbalimbali ya kiliturujia e, ni kutimiza agizo la Yesu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Katika huu, e, misale hii utatafakari kwamba tunaadhimisha adhimisho moja la wokovu wetu sisi kama wamoja, ulimwengu mzima ni adhimisho hili moja. Katika hili utaona kwamba kuna vipindi mbalimbali mbali, vya Majilio, kuna Noeli, kuna e, Kwaresma, kuna Pasaka, e, kuna kipindi cha mwaka na kuna kipindi cha watakatifu pamoja na Mama Bikira Maria ni katika misale hii ambayo vyote hivi vimepangiliwa vizuri. Kwa hiyo wewe, kama e, unahitaji kufahamu kwa undani na kusali kwa uchaji kabisa kweli, iwe ni wito, wito wangu leo na wito wa baraza la maaskofu, kila familia iwe na misale ya waamini, na ndani ya familia kila ambaye amefikia umri wa kupokea Ekaristi takatifu awe na misale ya waamini kila jumuia kule jumuiani mnapokutana kuwe na misale ya waamini tumie misale ya waamini ndio toleo rasmi la kanisa kuna machapisho mengine mingine, mingine yanayofanyika huko huko sio rasmi lakini hii ndio maaskofu wenu wanasema ipokeeni kwa furaha misale hii ya waamini kila mtoto mwambie baba mwambie mama mama nipatie ni misale yangu, nikae nayo chumbani, niweze kujua kwamba dominika ijayo ni masomo gani, kama ni sikukuu ni masomo gani, na mimi niweze kutafakari. Ndiyo, Biblia tuisome, lakini katika maandalizi ya, ya, ya, ya, ya, ya misa takatifu na sakramenti mbalimbali, huu ndio mwongozo ambao unaotuongoza sisi kama Wakatoliki, kama watu ambao tumelelewa kuweza kujitafutia hizo chemchemu na baraka katika e, hivi vitabu vidogo ambavyo vimeandaliwa tuweze kuvitumia kwa uangalifu. Basi itafute misale ya waamini, baraza la maaskofu kule maparokiani, ambapo zimeletewa zime. Ewe paroko, ewe mwenyekiti wa jumuia, fundisha, elekeza wote, kila mmoja awe na misale ya waamini. Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari yale ambayo tumetengewa kwa ajili ya maadhimisho ya liturujia. Basi tumalize kipindi chetu hiki kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utupoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.